Mchakato wa kulijenga hili daraja la Salenda unaendelea vizuri kwa sababu hivi sasa kampuni ya Kikorea ambayo inafanya usanifu ipo kwenye hatua za mwisho na zabuni zinategemewa kutangazwa mwezi wa tatu mwaka kesho na zitakwenda haraka. Kwa hiyo mambo yakienda vizuri, ujenzi unaweza kuanza mwezi wa sita bahati nzuri fedha zote zipo na zimeshatolewa na benki ya Exim ya Korea. Amesema hayo Rais Magufuli. Aidha, Dkt Magufuli amemshukuru Rais mstaafu wa awamu ya nne Dkt Jakaya Mrisho Kikwete kwa juhudi alizozifanya zilizowezesha kujengwa kwa hospitali ya Mloganzila kwa ufadhili wa jamhuri ya Korea, na kwamba hospitali hiyo itakuwa ya kisasa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Amesema ujenzi wa hospitali hiyo unatarajiwa kukamilika kabla ya mwisho wa mwaka huu na kwamba tayari madaktari na wataalam takribani 100 waliopata mafunzo nchini Korea wenye ujuzi wa namna ya kutumia teknolojia inayowekwa kwenye hospitali hiyo wapo hapa nchini tayari. Rais Magufuli ambaye ameeleza nia ya serikali ya Tanzania kufungua ofisi za ubalozi mjini Seoul nchini Korea ameongeza kuwa serikali yake imedhamiria kuendelea na kuimarisha uhusiano na ushirikiano mzuri uliopo kati ya nchi hizi kwa lengo la kuwaletea manufaa ya wananchi ikiwemo kutumia teknolojia na ujuzi wa nchi ya Korea katika ujenzi wa meli. Kwa upande wake, balozi wa Korea hapa nchini Mheshimiwa Song Jumyang ametoa salamu za pole kufuatia maafa ya tetemeko la ardhi yaliyotokea mkoani Kagera na mikoa ya jirani na ameahidi kuwa Korea itatuma timu ya wataalam kuja kuona namna ya kusaidia. Balozi Song Jum, balozi Song Jumyang pia amemhakikishia Rais Magufuli kuwa Korea itaendeleza na kuimarisha uhusiano wake na Tanzania na kwamba itatoa ushirikiano wa kutosha kufanikisha miradi ya maendeleo. Na huo ndio mwisho wa habari hiyo ambayo inatokea hapa Global TV Online. Na kuzipata habari kama hizi, mtazamaji usikose kusubscribe kwenye YouTube channel hii ili usipitwe na habari nyingi zaidi.